Watu guys, hii ni BudaBoss Live. Malika kinuka tunakausha. And as per K, mimi ni anka wako wa power, BudaBoss. Hapo na mali mupenda kujiachilia ya Fanyi, kuna story ilifanyika Tanzania. Na hii story ilinikumbusha kitu ilikuwa imefanyika hapa Kenya a while back. Na nikasema wazee, juu siwezi kuwa surprise sana. Wakenya wakirudia ile kitu walikuwa wamefanya. Wacha niimulike mbili tatu, in case ulihata kucheki hii story kwa social media hivi na venye kuli go down Tanzania. Mwajari niambia, akaka story. Ni story imefanya mwajari nifikirie vitu fulani mbili tatu. Ya kwanza najiuliza, okay sawa. So akivaa vibaya. Does that mean avuliwe wendeze? Juu sana tufanye situation ni kuwe better, ama tafanyo situation ni kuwe worse. Na kama lazima mtu amevaa vibaya avuliwe basi pia tuvue wale machali wanatuvalia kama ze manguo wamesaga hapa hivyo wanatu wana expose ya mangodha zao, sio kwa sababu mzee ngodha material ni atawe ile mtu wangu ikishika jasho unaweza piga nayo duster, unaangalia hivi unashangaa ile. Ama machali wanatakaje mtu wangu kama lazima watu wavuliwe, vua kila mtu. Lakini point yangu iko hapo sana, nina vitu mbili nataka ku stress ya kwanza. Mimi maze, kwa unyenyekevu, acha niongeleshe tu madem kwa unyenyekevu. Mimi najua wenyewe sex wanamaanisha pia male or female. Lakini kukuwa sexy haimaanishi we ni female sana, kukuwa sexy ni kumaanisha mtu yangu, mwili yako tukiicheki Inaleta mahanjam. Mahanjam design ya hatari. Na usidanganywe na mtu ati maze ati o, oh, labda anu maboyi wa chat, awo wameokoka, kuna mahanjam. Oh, aje, mahanjam ni real. Oh, usidanganywe na mtu wewe. Kuna zile mtu maze kama boyi tukichaki kwa mwili ya dee maze. Kuna zile kufil, madhidi. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa Yaani, yaani kuna venye. Ati nombe, mazee msupa. Ati nombe dunga mazee kalo. Eh, ni jika ni, ni, nj, ni, ni low cut. Zin, zi, zi, zi mune itaka V. Zi, zi mune itaga nini. Lakini kuna vitu kienza kucheki cheki, mti yangu. Ni tricky. Sali mazee unacheki umedunga slit msupa mazee. Slit imefika maeneo. Ni Tuleti kimaze juu umedunga kaskati mti yangu. We mwenyewe ukitembea, unaanza kuipull down. Na enu kutembea, ukikaje. Ukikaa mti yangu. Ni trick. Unatika, hizi ni vitu mazeri unapotaka. Kuna machali wakiteke, wanaanza kujiambia. Hmm. Demu akivaa kama ballot box. Makosa iko wapi kutumbukiza kura? Mti yangu watani Hatuna shida na mazee ati wao sijui umedunga kaskari kana Kenya. Tunataka tu ni decent mti yangu, unaweza mti yangu, unaweza vaa skirt mti yangu, iko hapo hivyo inacheza kaitini hapo tu tujia magoti na bado iko decent mti yangu. Unaweza unaweza vaa skirt na slit lakini mazee inakaa decent mti yangu, kuna slit zingine ukicheki mazee, slit na slit na intention mti yangu. Ni yeti. Ni yeti. Kuna vitu unaweza vaa nguo imekushika mti yangu lakini iko decent. Na kuna nyingine mti yangu mzee ro safini indecent decent. Okay. Sisi kama machali, wenye tuko wired, mti yangu macho yetu mzee inakuwa garada. Kuna vitu kicheki, kadamu kanaanza kuchemka. For the sake of your brother, my dear sister. Najua unaweza, najua unaweza tembea vinyu unataka kutembea. Najua, najua ile siku mazuri unajisikia tu ni mahot pant tu kuvaa. Najua unaweza. In fact, Maybe ata ni right yako. Lakini for the sake of kuangusha ule mse mwingine ya mazee, ama usiangushe mse mwingine. Jaribu tu kudunga be modest, unajua? Alafu kifika maze uko solo kwa hao. Hai! Jiachilie. In fact, tembea tandaye mtu wangu, funga curtain, tembea venye unajisikia mtu yangu. Ruka ruka ukitaka, katua ukitaka. Wewe fanya kitu unataka, ukitoka nje. Decency mrembo tu. Atiumbi sana. Nairobi unafikiri ni rahisi kwa advice? Wadiambia pastor, no God looks at the heart, not the body. Wakamu watavaa vile wanataka aina noma. Sisi yao Kibuye market. Mademu wamekaa vizuri. Wamadhe wanaangalia hivi wanashangaa. Sa ah, praise the Lord. <laughs> Praise the Lord again. Eh, kidogo nasikia eh, mini ng'ane wameitana muti yangu jeshi mekutana hapo round. Madevu amefuraha. hey, hey, at atlist, mweletwa Klaudia krused mtu wangu hapa. Injili nataka kuanguka, wacha wanze kusomewa na wamama. oh, oh, nyinyi ndi mnaribia Yesu jina Yesu gani? Yesugani? msichana hapa, wacha nikwambie. Mademu walipewa msomo, mti yangu, wakatafutiwa leso, wakafungiwa leso, wakaambiwa kwendeni kwanza mpate uwe Yesu ndio mtuambi mtuambie Mutuambie. Kitu nilikuwa nikijiuliza ni, ni ati wale wamadhe walikuwaga concerned na dressing ya mademu wetu walienda wapi heli siku hizo? Nataka kuniambia hakuna madhe anaweza amka kasiana seme hey! Kastiana, eh watu kawaida hawavaangi hivi. To me in my thinking, na inajiambia, probably kama wamadhe wa hii nchi wanaweza amka waseme a ah, hapana, lazima tuweze ku-instruct our younger girls how to dress. Tuambie how probably wanafaa waji carry out then, hatuwezi kukuwa na masinario zenye machali mahongo wanatokea ati ona nataka kukorekta wa resh. Hiyo situation probably ingeweza kuwa handle better. Lakini just in case pia labda mamadha wetu wanavaa tayari vibaya then, I guess tuko na crisis. Nani, kila mwanaume mazia nyata sote, Mungu tusaidia, in the meantime, At Freddy Buda Boss. Twitter, Instagram, Facebook page yetu ni Buda Boss Live. Like, follow, engage na sisi, mti yangu, tiyomi maze, hii story. Mimi najiongelelea peke yangu mwenye historia mahanja mahanja, ni ukweli mti yangu yeah? Tusaidiane mbili tatu, au sio? Alafu maze, enda kwa YouTube channel yetu Buda Boss Live. Subscribe mti yangu, kitote tunachanua hapo hivyo one time. Unaiget mara yori yori. Au siyo? tukona website page yetu pia www.budabosslive.co.ke Chungulia, ucheke mazejo kuna uhondo gani kwa yomta. Au siyo? Mtu yangu umecheki fashion ya US. Amini usiamini, hii ni design ya Rihanna. Hey, wateni ni changamkie fashion za US. Ndiyo mjie kwa nini lazima mtu anitafutie fundi Frank. Hii ni noma. Usi.